Uchuma hapa siku ya leo ili muweze kupata hii habari yake. Haya si maneno ya kwamba wanafilosofia, haya si maneno ya jamaa fulani amechanganyikiwa mahali fulani, lakini ni maneno ya mfalme. Ukitaka kumpuuza mfalme, usiseme hakukutumia ujumbe Useme uchumbe wa mfalme ulikuja ukakuja kwa njia hakika, ukakuja kwa njia ambayo niliweza kusikia, lakini nikaupuuza. Kwa hivyo damu yangu iko kwa kichwa changu. Ukipatana na mfalme, naomba utamwambia mfalme kwamba damu yako iko kwa kichwa chako, kwamba habari ya mfalme habari ya mfalme ilikuja kwako, na si mara moja, na si mara mbili, na si mara tatu, na si kwa njia moja, na si kwa njia mbili, na si kwa njia tatu. Mama yangu, nakwambia imekuja kwa njia kumi, ili upate kuiona. Anataka kukuonyesha kwamba ukweli wote unapatana katika mfalme wa kweli ambaye ni Yesu Kristo. Yesu Kristo anataka utambue mbingu zinamshuhudia, anataka utambue. Na leo nakusomea neno lake kutoka kitabu cha Waebrania mlango ni wa kumi mstari ni wa kumi na tisa hadi ishirini na mbili na unasema hivi: kwa hiyo, ndugu zangu, kwa kuwa tunao ujasiri wakupaingia patakatifu pa patakatifu kwa damu ya Yesu, kwa njia mpya iliyo hai iliyofunguliwa kwa ajili yetu kupitia kwenye lile pazia, yaani mwili wake. Kwa kuwa tunaye kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, basi sisi na tumkaribia Mungu kwa moyo mnyofu, kwa imani timilifu mioyo yetu ikiwa imenyunyuziwa damu ya Kristu na kuwa safi kutokana na dhamiri mbaya, nayo miili yetu ikiwa imeoshwa kwa maji safi. Najua wengi hawajai soma hiyo kitabu ya Ebrania, kwa hivyo nikisoma fungu kama hilo, kama ujakuo ukinisikiza kwa makini, kama ujaketi chini unisikize kwa makini kama hujaketi chini, usikie inasema nini, utachanganyikiwa kidogo do. <laughs> Na mfalme hajanituma hapa kuchanganya watu mm. Mfalme hajanituma hapa kuchanganya mm. Amenituma hapa kukwambia neno lake kwa njia ambayo utaelewa wewe mm. Ni wewe ninaongelesha mm. Kijana wewe mm. Mama wewe mzee we, mm. we mm. Ni wewe ninaongelesha mm. Kwa hivyo nitakufululia, nita nitakufululia upate kuisikia na kuelewa. Anayeandika hili neno anatatua taabu moja, anagundua taabu moja ambayo tuko nayo kama binadamu. Na ni taabu gani hii? Kumkaribia Mungu. Taabu gani hii anapambana nayo katika fungu hili? taabu yetu ya kumkaribia Mungu, taabu yetu ya kuja kwake Mungu, taabu yetu ya kujileta kwake mbele yake jinsi tulivyo. Na anatambua anasema, taabu ni hii, taabu yetu ni dhamiri zilizochafuka, dhamiri zilizo, zilizo najisi natambua hatuwezi kusimama mbele ya Mungu kwa sababu za dhamiri zetu chafu, kwa sababu ya mioyo yetu chafu. Tunatambua mioyo yetu iko na hatia, mioyo yetu inatambua iko na hatia, roho zetu zinatambua kwamba ziko na hatia, na hatuwezi simama mbele ya huyu Mungu jinsi tulivyo. Mwandishi anajua uko na hiyo shida. Mwandishi anajua saa nyingine, wewe ukienda kwa Mungu unashangaa, Mungu anaweza kubali mtu kama mimi aje? Mungu anaweza kubali mtu mchafu kama mimi aje? Mungu anaweza kubali mtu kama mimi aje? muovu kama, kama mimi, katili kama mimi, mwongo kama mimi, jeuri kama mimi. Mungu anatambua uko na shida kama hiyo mpinga nchama kama mimi, mwenye masengenyo kama mimi. Mwenyezi Mungu anatambua uko na hiyo shida, anatambua dhamiri yako mishahidi dhidi yako. Anatambua kwamba roho yako inasimama kama shahidi dhidi yako, inasema wee, unaendajaje kwa mungu we? Wewe wewe, unaendaje kwa mungu wewe? kwani ujioni? Kwani ujioni wewe na ukatili wako? Haujioni mwenyewe ni umejaa matusi Hujioni mwenye umejaa ukatili kwene? Hujioni ama? Nafikiri mungu ndio aoni? Kwani Mungu amekuwa kipofu? Mungu amekuwa kipofu lini? Kama wewe unaweza jiona, Mungu ndiye anaweza kosa kukuona, kaka? Damiri yako inashuhudia dhidi yako, damiri yako inasimama kama shahidi dhidi yako. Mwandishi anatambua unajisi wako umekuchafua dhamiri, na dhamiri yako inasimama dhidi yako. Kwa hivyo ukija mbele ya Mungu, lazima kuwe na suluhisho ya taabu hii, lazima kuwe na suluhisho ya wewe kuja kwa Mungu. Nataka ujiulize, wewe huwa unafanyaje ili kwenda kwa Mungu? Wataka kumwitisha jambo unafanya nini? Wengi ambao wamesimama hapa, wengi ambao wameungana na sisi hapa, wengi ambao wanatembea hapa wanajua vile ambavyo waofanya, waojipendekeza, wanajipendekeza mbele ya Mungu, jinsi ambavyo mtoto akitaka kuitisha kitu kwa baba yake, anajipendekeza, anahakikisha ameosha vyombo <laughs> anafanya assignment, naenda <muchos> itishe <muchos> kitu. Mki anataka kuitisha kitu kwa mume wake, anafanya yale mambo yanayompendeza, hata ingawa alikuwa amemdharau jana, anataka kujipendekeza. Pale makazini yayo no ndio watu mambo hufanya, anajipendekeza kwake bosi wake ili bosi amuone afurahi, na yeye ndio atenda kumwitisha kitu, bosi hana hasira sana anajipendekeza. Hilo si jambo mimi ninakufunza. Hilo ni jambo ambayo common sense, common sense la kufunza. Hawezi itisha mtu kitu, ili hali unafanya jambo ambayo inafanya nini, inamuudhi. Hawezi kuwa unafanya kitu ambayo inaudhi mtu alafu, huyu mkono mwingine unataka kumwitisha ati, oh, nisaidie, oh, nipee, oh, na kuitisha, oh, kuomba nitalie na nau mkono mwingine unamdusu kwa uso wake. Haiwezekani. common sense, common sense na kufunza hiyo, hiyo si lazima nikufunze hiyo. Sivyo kazi ndo unafanyanga kazini? Sivyo ndo unafanyanga mke wako au mume wako, unamfurahisha furahisha ndo mwitishe kitu. Kujipendekeza kakaangu, kujirembesha dada yangu, haitoshelezi. Roho yako yenyewe inajua haitoshelezi. Unaongeza bank akaunti siku baada ya siku ya matendo yako mema, unaongeza bank akaunti ya kufunga kwako, unajirembesha, unaongeza kilo kwenye mizani mbele ya macho ya mwanadamu pengine inaweza kufanya kazi, lakini mbele ya macho ya Mungu haitoshi. Mbele ya macho ya Mungu haitoshi. Kwa sababu gani? Haitatui shida, kiini cha shida haitatui, kiini cha taabu haitatui, haiondoi hatia, haiondoi lawama moyoni, ambayo imekuja kutokana na ule uovu wako. Angalia, shida imetoka wapi? Ukienda kumwomba Mungu siku ya leo na upate, kuna ugumu moyoni mwako, angalia shida imetoka wapi? shida imetoka wapi? shida imetoka wapi? Shida imetoka kutoka moyo uliogundua hatia yake na sasa umeamka, na sasa unahukumiwa, moyo unajihukumu Mungu amegundua ni moyo umegundua hatia yake na lawama yake kwa sababu ya uovu wake. Kwa hivyo moyo huo unagundua kuna hukumu juu yake. Kwa hivyo, lazima hiyo uovu, lazima hiyo lawama, lazima hiyo hukumu iondolewe. Hata ufunge aje, ufunga haiondoi hukumu. Hata upige safari kwenda Maka, safari ya ndege haiondoi hukumu hata usali mara kumi, kusali haiondoi hukumu. Unajiremesha, unajipendekeza, haifanyi kazi. Ushaiona, mtu alishikwa akibaga mtoto mdogo akaenda pale kwenye <laughs> akaenda kwa jaji eh, akamwambia jaji, nakubali nimetenda makosa lakini nilitoa lori mzima kwa wanyonge last week pale Uhuru Garden. Sasa nataka nisamehe kwa sababu ya matendo yangu mazuri. Ala, kutoa chakula kwake kumeondoa lawama pale kwenye koti? Sasa kama hiyo haiwezi fanya kazi kwa koti ya mwanadamu, kwa koti ya yule mwenye haki ndio itafanya kazi? Hadi anakubali mimi ni mwizi, lakini nilifunga, nilifunga mara kumi Nakubali mimi ni mwenye matusi, nakubali mimi ni katili, nakubali mimi ni pumbavu, lakini niangalie mimi usali kila siku, sala zangu sijawahi kosa, sijakosa hata moja. Sasa nisamehe kwa sababu ya hizo sala, nisamehe kwa sababu ya safari, nilipiga safari kwenda Saudi Arabia, nimezipiga kumi na tano. Hizo hazitoshi, nisamehewe mimi, mimi. Lawama yangu im mimi naitaondolewa mimi, nitazame wow. Mimi na matendo yangu mema. Mimi. Nitazame mimi na matendo yangu mazuri, mimi nisamehewe. Nakubali nilimaka nilibaka, lakini nilitoa lori ya chakula. Sasa nisamehe kwa sababu ya hiyo lori nilitoa. Uh -huh. Jadi mgani atajajaako atakuambia, ulitoa chakula uliotenda ni mazuri, lakini ulibaka. Hiyo ni miaka kumi na tano, hiyo ni miaka hamsini. Lazima ukule miaka zako, miaka zako, lazima ukule miaka zako, lazima ukule, mzee wangu, miaka zako, lazima ukule, kakangu, miaka zako, zako lazima ukule, dadangu, hauhalifu wako lazima utalipia hiyo. Sikudanganyi, funga wako haioshi, haioshi. Ualifu wako haitoi lawama yako. Biblia inatufunza mwanadamu anafanya vipi kupambana na lawama yake? Ya kwanza ni kunyosha vidole. kunyosha vidole. anasema hatia, si mimi, ni huyo kwani si ilianza na Adamu na Hawa? Hivyo ndio anatoa hatia yake. Adamu na Hawa wametenda dhambi dhidi ya Mungu, wamekosa dhidi ya Mungu, wamefanya makosa ambayo wako wanafanya. Mungu ameuliza Adamu, mbona ulifanya hivyo? Si mimi numa na mke ulinipea, nyanga linipea nikakula. Haya, na wewe Hawa, kwa nini ulitenda hivyo? Si mimi niu shetani. Hataki kukubali na wengi wako hivyo hadi hapa siku ya leo. Kwa nini wewe ni mwenye ma Hapana, ni huyo alianza. Kwa nini umempiga mwenzako? Hapana, niende alifanya hivi. Kwanini umeiba? Hapana, Kenya inakoanga hivyo. Kwanini wewe ni ufisadi? Hapana, Kenya huwezi survive bila ufisadi. kunyosha kidole, kunyosha kidole. Mimi ni mzuri, mimi ninatoanga chakula changu, mimi ninatoanga zaka yangu, mimi ninatoanga sadaka yangu, mimi ninafanyanga sala zangu, mimi niko na moyo safi, si mimi ni huyo niko sawa mimi niko poa mimi niko freshi mimi sina hatia mimi sina lawama ni yeye inie nakwambia undo mwanadamu neufanya nikuulize ni kweli si kweli ni kweli si kweli ni kweli si kweli hakuna mtu anataka kukubali hatia yake hata ataonyesha kidole kwa Mungu. Wacha nikuambie tena, siku ya leo, kunyosha kidole haiondoi hatia, kunyosha kidole haiondoi lawama. Wacha nikuhakikishie hapa siku ya leo, leo lazima utalipia, lazima utalipia dhambi yako, lazima utalipia uovu wako, lazima utalipia ndio ambayo inatufanya tusiende mbele ya Mungu. Yule mwenye amegundua uchafu wake ni wakindani, anasema shida ilikuwa ni mimi. Ni mimi nimechaa matusi, ni mimi nimechaa uongo, ni mimi ninapangia watu njama, ni mimi nimechaa masengenyo, ni mimi ni moyo wangu ndio mchafu. Anagundua shida si mambo ya njenje, ni mambo ya ndani. Na yule ambaye anaenda kwake Mungu na agundui shida yake ni shida ya moyo, wala aendei Mungu, wala anaenda kitu ametengeneza kwa akili yake. Waisraeli wamepewa sheria za Mungu, lakini wao ni vipofu, hawapati kuona kwamba hizi sheria Mungu alizowapa zinafaa kuwaonyesha kwamba sheria inawekwa kiroho. Wanaona tu kinjenje, wanaona tu kinjenje. Kwa hivyo, wakitenda dhambi wanafanya aje? Wanatimiza sheria kinjenje. Dini yao inakuwa ni dini ya kuonekana ya kusifiwa na wanadamu. Akifunga, anafunga kwa njia ambayo kila mtu huyu mji lazima ajue nimefunga leo, kila mtu lazima anipigia makofi, si nimefunga eh? lazima watu wajue. Akisali lazima aonekane na wote, lazima apige makelele, lazima aende pale kwenye mabarabara aonekane, mimi ni mtu wa kusali, mimi ni mtu wa kwenda kwa Mungu. Anafanya mambo kinjenje ki, lakini ndani ni mchafu sana akifanya matendo mema, matendo yake mema lazima yaonekane. Akuja hapa apige kelele, asema tazama, ninatoa shilingi mia moja ninapea mtu mwenye ana pesa huyu. Angalia venye mimi ni mtu mzuri, angalia venye ninatoa pesa zangu, angalia venye mimi ni karimu. Tazama nione, nipigieni makofi, mukuwe kama mimi, mimi ndio shehe ee. Hey, wanapigiwa makofi Si amepata uh, kitu anatafuta? Si amempigia makofi? Si amemwita shehe? Si amemwita mwalimu ama? Si amemwita imeondoa lawama? Imeosha moyo? Imetoa hatia ya dhambi? Kupigiwa makofi na wanadamu haiondoi dhambi. Na hii mambo inaendelea hadi siku ya leo na itaonekana katika dini yako. Dini yako unapigana sana mambo ya kinjenje ki, ama mambo ya kindani? Ninakuuliza wewe mambo, wewe kibinafsi, si wewe na watu wako, wewe kibinafsi, dini yako ni mambo ya kinje nje ama mambo ya ndani ndani? Dini ikutatiza. Watu wanatatizika hapa. Saa ya kuomba ni saa ngapi? Ni saa kumi na moja ama saa kumi na moja na dakika tano? Ni saa kumi na mbili ama saa kumi na mbili na dakika kumi na nne? E, mimi ninafunganga naanzanga juzi, sijui hapana, auvai kwanza juzi, unavaa kwanza kesho. Kama ulianza jana, iyo kufunga yako haina maana, weo utafunga visawa. Mambo ya kinjenje, kwani kufunga ni masaa? Kwani kufunga ni saa kumi na mbili? Mambo ya kiinje nje ndio wanajadiliana tu. Oh, unavaa nguo yako inafika wapi? Haifai ha kufika kwa goti inafaa kufika hapa. Ila haifai kufika hapo katikati. Mambo ya kinjenje. Mungu anataka uvae kanzu moja ambayo imefika kwenye miguu, kama kanzu yako ifiki kwenye miguu jamfurahisha Mungu, mambo ya kinjenje. ama kujiuliza mbona mimi nakwanga katili hivi? Mbona mtu akiniongelesha nasikianga kumpiga? Mbona mtu akikosana na mimi ninataka kumuua? Nitaoshaje hii roho yangu? Nitaachaje kuwa mtu wa matusi? Unajali mambo ya kinje ama mambo ya roho au mambo ya ndani? ndio maana wengine wanaenda mbele ya Mungu wanagundua tu hati, hatia ya kinjenje. Ameoga, ametawadha, ameosha uso, ameosha kichwa, ameosha mikono, ameosha miguu, hata angetaka kuoga mwili wote angeoga, lakini roho anapanga wenye atakula kisasi akitoka hapo nje umejaa kisasi moyo wake umejaa ugomvi moyo wake umejaa njama mbaya <coughs> moyo wake umejaa wivu. Duka hapa anaosha, anaosha mkono na nyuma ya masikio, na hiyo roho chele. Hiyo roho tosha siku gani? Hiyo roho tosha, hiyo roho tosha na maji gani? Tawadha roho, tawadha moyo ambaye ameona uovu wake, analemewa na dhambi yake, analemewa na mzigo wake. lakini mambo ninayozungumza kwa huyo wa mambo ya kinje nje hayana maana kwake. Yeye akienda mbele ya Mungu anajipongeza tu. Aa ah, Mungu mimi ninakushukuru, mimi ninavaa kanzu inayofika kwenye miguu, mimi ninasoma, ninafunga mara kumi kwa siku, mimi hakuna siku ya kufunga nimewahi kosa, hata zile siku ambazo ni optional mimi na ziaezaa sunanichua mimi. Mungu ni mtu wako sunanichuwa mimi, hata matendo mazuri ninahakikisha nimefanya kama tano ama siku kila anajipongeza kazi ni kutipongeza. Lakini yule ambaye ameona roho yake, akienda mbele ya Mungu anasema, Mungu, mwovu kama mimi ataoshwa kivipi? Mwovu kama mimi nitaoshwa kivipi? Mwovu kama mimi nitaoshwa rohoni kivipi? Nitatawaza moyo wangu kivipi? Baba yangu, ninaosha na miguu lakini wivu umenicha. Ninaosha mikono na miguu lakini natamani mke wa, wa jirani yangu. Ninaosha mikono na miguu lakini ninatamani watoto watoto. Nioshe roho baba yangu, nioshe kutoka tamaa zangu. Ninatawala mikono na miguu na masikio lakini, mimi ni katili. Ninatawala mikono na miguu lakini moyo wangu haugeuki. Nioshe roho, nioshe moyo. <tipos> Haya maneno yana maana pekee. Yule anayevumbua bami yake kindani kiroho, huyo ndio anatambua siyezienda mbele ya Siyezi Siyezi Siyezi mungu siyeziomba mimi ni mchafu siyezienda kuomba vyenye nika mimi ni mchafu mimi niko na chisi siyeziomba vyenye hivi nitaoshwache mungu anafaa kuniosha mungu anioshe roho na huyo ndio ninamletea habari nzuri ya Yesu Kristo, Bwana wa Mungu, aliyeshuka kutoka utukufu wake ili ashirikiane na wagonjwa. ili ashirikiane na vipofu, ili ashirikiane na viwete, ili ashirikiane na vilema, ili ashirikiane na watoza ushuru, ili ashirikiane na watu wachafu kama wewe. Yesu Kristo alishirikiana na watu wachafu hadi Wafarisayo wakaanza kumlaumu aina gani huyu? Huyu mtume wa aina gani huyu? <coughs> anayeshirikiana na watu wachafu, anayeshirikiana na watu najisi, anayeshirikiana na watenda dhambi, anayeshirikiana na watoza ushuru, anayeshirikiana na vihofu, anayeshirikiana na wenye ukoma? Au ndio kuruu yake? Au ndio watu Yesu wakipita hapa, akiona ule mwenye ni mwenye dhambi kabisa, anashirikiana na makahaba Yesu Kristu ameshuka kutoka usafi wake, ameshuka kutoka utukufu wake, kuja kukaa na vipofu, kuja kukaa na wenye ukoma. Mwana wa Mungu ameshuka ili mchafu kama wewe usafishike. Ana anakuja kwako leo, analeta habari yangu kwake leo, mchafu wewe, mwenye mchuro Ona tamaa yako mbaya, ona yote na ujue, maji ya mkono haitaosha hiyo, maji ya mguu haitaosha hiyo, maji ya masikio haitaosha hiyo. Ni damu ya Yesu peke yake. Yesu Kristo ameshuka, ameshuka, anataka kukuosha ukuwe safi Anao damu ya Yesu. Huyu mwandishi anasema inatuosha hadi ndani, dhamiri inakuwa safi. Dhamiri iliyokuwa inalawama, ikipakwa damu ya Yesu, inasema lawama imeenda. Hatukuze mwana wa munguwana mwana wa Mungu, hatukizo Yesu Kristu Sannan atukuzwe Yesu, atukuzwe mwanaana, atukuzwe aliyekufa, atukuzwe aliyeshuka toka mbinguni, atukuzwe aliyemwaga damu, atukuzwe anayetuosha, atukuzwe anayetusafisha mioyo na atatusafisha hadi mwili, hata mwili atausafisha ataufanya uwe mbuya kama wake, tutafufuka pamoja naye. Atukuzwe mwana wa Mungu mw. Atukuzwe mwana wa Mungu mw. Atukuzwe Yesu Kristo, atukuzwe Bwana wa mabwana ambaye hakudharau hata sisi na uchafu wetu. Akaja kwetu akatuosha kwa damu yake hatukufu. Yesu anakuita leo kakangu, anaosha dhamiri hadi leo. Dadangu, anaita yeyote mwenye mzigo wa dhambi, anaita wazee, anaita watoto, anaita kina mama, anaita vijana, anaita yeyote mwenye mzigo wa dhambi Anaita yeyote anaye tamani kuoshwa, anaita yeyote anaye tamani kusafishwa, anaita yeyote ama amekuwa akijiuliza nitaokolewa kivipi. Ni yeye amekuja hapa kwa ajili yako siku ya leo. Njoo leo upate kuingia katika furaha ya Bwana. Njoo leo ujue kuomba ni nini, ujue kuingia katika hekima. Njoo Yesu. <coughs> Mwenyezi Mungu wa milele, asanti kwa neema yako, asanti kwa wema wako, asanti kwa faraja zako ambazo unatujalia. Asanti Mungu wangu kwa sababu hakuna Mungu kama wewe, Mungu wangu. asanti kwa jinsi ambavyo umetutunza ambavyo umetuweka hata hapa siku ya leo ambao tumekusanyika Asante kwa wale wote ambao wamepata kusikia habari ya mwana wako ukiogoliwa. Asante Mungu wangu, kwa sababu umeleta neema yako katika mtaa huu wa Majengo ili wengi wapate kuokolewa, ili wengi wapate kukuchua, ili wengi wapate kutakaswa, ili wengi wapate kuoshwa, ili wengi wapate kuingia mahali patakatifu takatifu, kwako Mungu wangu, nakushukuru na nakutukuza.